Karibu katika mada leo. Tutaangalia lishe bora kwa mama mjamzito. Lishe bora ni muhimu sana kwa afya ya mama na ukuaji wa mtoto aliyoko tumboni. Chakula anachokula mama mjamzito huasili maendeleo ya mtoto na afya yake kwa ujumla. Hivyo ni muhimu kuhakikisha anapata chakula chenye virutubisho vyote vinavyohitajika kwa ukuaji wa mtoto na afya ya mama. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli hii tafadhali, hakikisha una subscribe ili uwe unapata mazuri bora ya afya kama haya mara kwa mara. Hebu tuone vitu ambavyo vina lishe bora kwa mama mjamzito ni hipi. Cha kwanza tuanze na virutubisho muhimu kwa mama mjamzito. Virutubisho cha kwanza, folic acid husaidia kuzuia matatizo ya mfumo wa neva kwa mtoto, neural tube defects. chanzo hii hupatikana katika mboga za majani kwa mfano spinach, broccoli, mboga za maboga, matembele na cabbage. Lakini pia hupatikana katika karanga, kuna maharage, parachichi, njegele na vyakula vinavyoimarisha vinavyoimarishwa na folic acids kama nafaka. Lakini kuna madini ya chuma husaidia katika kutengeneza utengenezaji wa damu, kuzuia upungufu wa damu, yani anemia na kuongeza oksijeni kwa mtoto. Chanzo chake tunapata katika nyama nyekundu kama ya ng'ombe, nyama ya kuku, maini, samaki, mboga za majani, maharage na mayai. Kuna madini ya kalisiamu, hii ni muhimu kwa kuojwa mifupa na meno ya mtoto. Hii tunapata katika maziwa, mtindi, jibini, samaki wenye mifupa laini, dagaa. kuna na mboga za majani. Kuna protini, hii husaidia katika ukuaji wa misuli, tishu na viungo vya mtoto, tunapata katika nyama, samaki, maharage, karanga, mayai na bidhaa za maziwa. Kuna omega 3 fat acid, ni muhimu katika ukuaji wa ubongo wa mtoto na macho ya mtoto, tunapata katika samaki kama salmon, sardine na mbegu za chia, mbegu za ini mbegu za maboga na karanga. Wanga wenye afya: wanga hutoa nishati kwa mama na mtoto. Chanzo ni nafaka zisizokobolewa kama wali, mchele, mahindi, uji wa dona, mkate wa ngano nzima, ndizi mbivu, ndizi zilizopikwa, viazi vitamu na viazi mviringo na matunda mengine. Vitamini C. Hii ni muhimu sana, husaidia mwili kufyonza chuma na kuimarisha kinga ya mwili. Tunapata katika machungwa, mapera, nyanya, pilipili, pili hoho na mboga za majani. Hebu tuvione vyakula vya kuepuka kata wa ujauzito. Cha kwanza ni pombe na tumbaku, hiyo husababisha matatizo ya ukuaji wa mtoto. Samaki wenye zebaki nyingi kama papa na swordfish. Kwani zebaki uwasiri ubongo wa mtoto. Vyombo vya maziwa au nyama mbichi, hatari ya maambukizi uh, ya bakteria, ili kuepuka hatari ya maambukizi ya bakteria. Chakula chenye sukari nyingi na matunda na mafuta mabaya kama soda, vyakula vya kukaanga na vitafunwa vyenye sukari nyingi. Vidokezo muhimu vya lishe bora kwa mama mjamzito. Mama mjamzito anapaswa kula mlo kamili wenye virutubisho vyote muhimu, kunywa maji ya kutosha, angalau lita mbili kila siku, kula mara nyingi kwa vipindi vidogo vidogo kuepuka kichefuchefu. Epuka vyakula vyenye viambata hatarishi kwa afya ya mama na mtoto. Pata ushauri daktari kuhusu virutubisho vinyongeza supplements pindi unapohitaji. Hivyo basi, lishe bora ni msingi wa afya bora kwa mama na mtoto. Kula chakula chenye virutubisho vyote ili kuhakikisha ujauzito wenye afya na mama na mwenye nguvu salama. Tafadhali usahau kusubscribe, ku like na kushare mauzui hayo kwa marafiki. Ulikuwa na Daktari Lenikomba, tukutane katika mada ijayo.